Alright. Welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. So, um, tunaendelea na ishu ya modulus and argument of a complex number. You know, tutorial zilizopita za modulus and argument of a complex number. Um, tuli hatukusolve maswali yani. Unajua lazima utengeneze tutorial ambayo ina, ina maswali eh? Una solve maswali moja baada jingine, kwa hiyo ndio hii nimeona ni solve maswali mawili ya, yeah, tutorial iwe fupi ka concept tu fulani mtu chukue basi. Okay, example 1. Anasema find the modulus of each of the following complex number. Part A, complex number mpya ni 1 plus i eh. So um, the modulus ndio ipo hivi itakuwa ni sasa nini hapo Si tunajua kama kama z ni sasa na x plus iy, modulus itakuwa ni sasa na x squared plus y squared. So hapa sasa itakuwa ni 1 squared, 1 ndo x yetu, jumlisha 1 squared tena, which is equal to modulus itakuwa ni ngapi? the square root of, of 2. Kwa hiyo part A jibu ndo hiyo eh modulus is equal to the square root of 2. Part B sasa ni hii, anasema ni z sasa na 1 over 3i minus 2 eh? So to solve in a fresh page, this is a complex number eh? 1 over 3i minus 2 eh? so ili uiandike kwenye mfumo huu kama hivi x plus iy, you have to multiply with the conjugate of the denominator. Sasa be careful eh? the conjugate ni sasa na x minus iy, si ndio? if this is the complex number Z, the conjugate is this one. so unayo negate hapa ni imaginary part. kwa hiyo negate imaginary part eh? hapa real part inabaki vile vile, kwa real part ni negative inabaki kuwa negative, lakini imaginary part ni positive sasa hivi ndo inakuwa negative kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo our z um, now is just going to be equal to huko juu tutakuwa tuna negative 2 minus 3i, wakati huko chini tutakuwa tuna 9 plus 4 ya yeah, 3i. Hii ni difference of two squares eh. Kwa hiyo ndo itakuwa hivyo 9 plus 4, the square of 3i ni 9 na the square of negative 2 ni 4. So itakuwa ni negative 2 over 9 plus 4 ni 13 minus 3 over 13 i. So the modulus now itakuwa ni sasana, our x you can see ni negative 2 over 13. This is our x squared jumlisha our y pia ni negative 3 over 13 squared. So, um, huku juu takuwa tuna 2 square ni 4 eh, over, acha tu niandike 13 squared jumlisha eh, 9 over 13 squared. So 4pl9 unapata ni 13 kwa 3. Kwahiyo modulus itakuwa ni sana, 4 pls9 ni 13, all of it over 13 squared. So um, hii ni sana useme the square root of 13 chini ya the square root of 13 squared so hapa inakuwa hivi. Kwa hiyo kwofna inakuwa ni the square root of 13 over 13. So part B, modulus ndio hiyo hapo eh. Naandika mara nyingine tena eh. Hehehe. The square root of 13 over 13. This is part B. Now let's see the second example eh. Anasema find the argument of each of the following complex numbers. So part A, red pen. Hapana, no, no no, let's use blue pen, black pen Part A ndio hiyo, z ni sasa na 3 minus 3i. so this time anataka utafute nini, the argument eh? sio the modulus. sasa if z is equal to x plus iy, the, eh, eh? so, the argument of z tuisema sasa na tan inverse ya y over x. So in our case hapa the argument of z itakuwa ni sasa na tan inverse Y ni negative 3, our uh, x ni 3. Kwa hiyo you can see hii ni sasa na tan inverse ya negative 1. Tan inverse ya negative 1 ni sasa na 135 degrees. So this is the argument of this complex number z sasa na 3 minus 3 i. Yeah, let's do part B. Sasa, part B ni z equals to 4 z equals to 4. Hii ni sasa tunaosema z is equal to 4 plus 0 i, it means our y ni 0, our x ni 4. Kwa hiyo argument, argument of z ni sasa na tan inverse, tan inverse ya 0 over 4 ambapo sasa na nini? Tan inverse ya 0 ambapo sasa na 0 degrees, so argument ya part B, z equals to 4 ni hii. Part C sasa. Tuangalie part C, so tukaandika swali ambalo silo. Part C nasema z is equal to 4i. So this one is z is equal to 4i. Hii maana yake ni z sasa na 0 plus 4i kwa hiyo, um, argument of z hapa itakuwa ni sasa na tan inverse. Our y this time is 4, our x is 0. Kwa hiyo sana useme tan inverse ya undefined ambayo jibu huwa ni 90 degrees. Yeah, so hii ni argument ya part C. Kwa hiyo, hivyo ndivyo unavyofanya, unavyotafuta modulus na hivyo ndivyo unavyotafuta argument. Let me say see you in the next tutorial.